Cha kwanza, unaweza kuwa unaongea na Mungu ambaye wa hayupo wala hakusikii. Kabla ya kuomba, huwa tuna search network kwanza. Tuko pamoja. Amen. Tunaitafuta network. Wewe ukasimama unafikiri na Baba, baba, baba. Amen. Unaondoka, hakuna kilichosikika hata kimoja. Kabla ya kuomba, ilibidi ili utafute network. Ukiona mbingu zimeshika, hapo sasa uko tayari moyo wako mbele za Bwana. Malaika alipomtembelea alfajiri Yakobo, Yakobo alimkamata malaika akasema uondoke hapa. Kwa nini? Kwa nini? Ni kwa sababu Yakobo alijua hicho malaika ameshuka hapa. Ninaamini kuna network sasa. Leo nakwenda kuongea na Mungu mwenyewe, maana malaika wake yuko mahali hapa. Sasa nitakaponena neno lolote, ninajua litafika kwa Bwana, maana mtandao umekamata. Haleluya! Ndio maana sisi hapa tunaabudu, ukiona tunaabudu, uelewi mbona wanatumia muda wa kutosha. Sisi tunatafuta network. Mwambie mwenzako, huwa tunatafuta network. Wengine hawajiwagi kama zipo, unakuta unashangaa. Haya majamaa yanapenda kuimba haya malizi. Tukiipata network, sikiliza, hata kama umeimba wimbo nusu, sisi tunaitafuta mbingu. Maana lengo letu, hatuja hapa kwa burudani, tunataka tukutane na mbingu hivyo na kisha tuseme naye. Hicho ndicho kilichotuleta hapa. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana, jina la Bwana libarikiwe. Wanuyuni wanaitafuta network ili wapate kuongea na mungu wao, na network ndio madhabahu halisi. Sikiliza, madhabahu ya kipindi cha leo sio mimbari ambayo unaitazama. Madhabahu ya leo inapatikana rohoni. Hiyo ndio network ambayo tunaisechi kila wakati. Moyo wangu moyo wangu unatafuta moyo wangu unatafuta andiko. Nasema maandalio ni kazi ya mwanadamu, lakini jibu linatoka kwa Bwana. Mwanadamu ana kazi ya kuitafuta network ya kimbingu ili ipate kukutana naye. Atakapoipata ile network, nipata kuweza kusema na mungu wake na mungu wake anakwenda kushikia sauti yake. Haleluya! Yani, ukikutana na mungu unaweza kaongea chochote unachotaka. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Hezekia alimwambia Mungu niongezee miaka ya kuishi maana network iko imefika. Unanielewa? Tuko pamoja? Kuna wakati na wanalia, unasema, mbona ninaomba kila wakati, mbona ninaomba kila wakati shida? Unaomba mahali ambapo mtandao haupo. Unanielewa? Sio kwamba kuna kanisa tu lina mtandao, ah -ah. Yaani akili yako yenyewe haijasoma network, unanipata? unaomba huko mahali hapa kanisani, unawaza ya sokoni, mwingine ukanaomba baba, katika jina la Yesu, yuko anachochea makande. akili zetu divyo zinavyokuwa zinavuchwa na vitu vingine, kiwiliwili kipo hapa, halafu akili yote iko nyumbani. Sikiliza, Mungu anakutana na akili hakutani na mwili, ni mara mia. uandae roho yako unapokuja kwenye ibada zaidi ya vile unavyoandaa mwili wako. Angalia mapambo ambayo umeyaweka kwenye mwili wako. Je, hayo mapambo ungeyaweka vizuri rohoni? Nikwambie, netwoki ingesoma vizuri na usingeondoka kama ulivyo mpendwa. Oh, ungejipanga vizuri. Kuna mtu mmoja anasema ibada kuanzia wapi? Kuanzia wapi? Ongea basi, kuanzia wapi? Haleluya! Maanake tayarisha mazingira yako, ninakwenda kwenye ibada, maanake usiwe na kitu chochote chakuweza kukuletea mpalanganicho unapoketi kwenye ibada. Maana yake malango mengine huku umeyafunga hayapo. Yaani, tukiingia kwenye ibada sisi hatuna haja simu, huwa tunapima mwenyewe nanyelewa, hatazima. Mimi simu hapa siwezi kukaa, cilea chache simu zinaingia, mpaka mwingine kwani hajui kama leo nina ibada sana. Ukiingia kwenye ibada zima simu, weka pembeni, umeelewa? Labda kama na jambo la muhimu ambalo unaona kwamba lisipofanyika basi kuna hatari itatokea, lakini tuliza akili yako, maana Mungu anakutana na akili, na madhabahu ya Mungu iko ndani yako. Unapotafuta mtandao, akili yako ndio inayo search. Ukishindwa ku search, mpendwa, utakaa mahali hapa utaondoka bila chochote. Ninaeleweka? akili yako imejituni kwenye ibada, imejituni kwenye vitu vya kimbingu. Hakikisha umefanya hayo, mengine yanayojitokeza achana nayo, na siwe vizuri kugeukageuka na kufuatilia kituo kinachoendelea, ukisikia katatukanalia